Siku ya leo tunazungumzia kuhusu vyakula gani ambavyo tunatakiwa kula kwa kiasi kidogo sana. Kwa ujumla, hapa kwetu Zanzibar tumezoea ulaji wa vyakula ambavyo vimekaangwa kwa kiasi kikubwa. Ukiangalia matatizo yanayotokana na hali ya lishe na ulaji usiofaa, kuna uongezeko wa kiasi kikubwa wa uzito uliokithiri kwa watu wote wanajamii wote wakubwa na watoto wadogo. Vyakula hivi ni vile ambavyo vimesindikwa kupita kiasi, vyakula vyenye mafuta mengi, vyakula vyenye chumvi nyingi na vyakula ambavyo vina sukari ya kupita kiasi. Vyakula hivi ni vile ambavyo tunavitumia mara nyingi, asubuhi tunapoamka kama kifungua kinywa, tumezoea kwa kawaida kula keki kula kitumbua kula andazi ambavyo vinakuwa vimekaangwa, na siku kukaangwa tu, vimekaangwa kwenye mafuta ambayo yamekaangwa yakarudiwa mara nyingi. Mafuta haya yakirudiwa mara nyingi yanasababisha sumu ambazo zinapelekea kupata magonjwa yasiyoambukiza, lakini pia kupata magonjwa ya shinikizo la juu la damu na kiharusi. Kwa tunashauriwa kwamba ni muhimu sana tubadilishe mtindo wetu wa uandaaji wa vyakula, tutumie njia za kuoka au kuchoma na kuchemsha. Tumebadilisha tabia sana kwa sasa hivi ukilinganisha na mtindo wa zamani, lakini kwa sababu ya ukuaji wa miji, kwa sababu ya watu kwenda makazini, tumejikuta kwamba tunaingia kwenye kula vyakula vilivyokaangwa kwenye mafuta badala ya vyakula vyetu vya asili vya kuchemsha muhogo tuuchemshe, mbizi tuichemshe, kiazi tukichemshe, jimbi tulichemshe. Ukichemsha ukapata na mboga mboga yako kidogo, ukakata tungule, ukasaga karoti, ukapata kachumbari, unapata mlo wenye afya kuliko vyakula vile vilivyokaangwa. Katika kundi hili la vyakula ambavyo tunashauriwa kuvipunguza, vyakula vingine ni vile ambavyo vina sukari kwa kiasi kikubwa sana tuna vinywaji ambavyo vimeongezwa sukari, tuna aina tofauti tofauti ya juisi ambazo zimeongezwa sukari. Ni muhimu sana tukapendelea kunywa maji badala ya kunywa hivi vyakula ambavyo vimeongezwa sukari, kwa sababu sukari nyingi inatupelekea kupata uzito mkubwa, lakini pia inatuletea matatizo mengine ya kiafya. Jingine katika hivi vyakula ni vyakula ambavyo vimesindikwa kupita kiasi, vilivyotengenezwa viwandani Vyakula hivi kama vile ambavyo mafuta ambayo tunapaka kwenye mikate, vyakula vingine kama nyama zilizosindikwa zikawekwa kwenye makopo, zile huwa zinaongezwa chumvi, lakini pia zinaongezwa kemikali ambazo zile zinatupelekea kwenye uwezekano wa kupata saratani kwa kiasi kikubwa.